Mpenzi mtazamaji, asante kwa siku ya leo, nikitumai kwa Mungu ameweza kubariki siku yako, imeenda mzuri, nami siku yangu imeenda mzuri, amezidi, amezidi na furaha, kwa kuwa Mungu amezidi kuwa mwema, mezidi kubarikiwa. Natumai kwamba pia nawe umezidi kubarikiwa. Eh, tuzidi kumshukuru Mungu, tumuinue Mungu katika makuu ambaye Mungu anatutendea, ambaye Mungu, Mungu. Mungu. Mungu. Maana tukishukuru kwa madogo basi makubwa Mungu atayazidisha makubwa. Leo nikipenda tujifunze katika kitabu cha Zaburi aya yake ya 90 aya yake ya kumi, nasema hivi siku zetu za, za kuishi ni miaka sabini, tukiwa na nguvu ni miaka themanini, naye hujaa taabu. Eh, katika, hii, katika hii fungu ama katika hii somo ni Zaburi ambayo ni ya Musa, si ya Daudi. Daudi ajaandika Zaburi ya tisini. Zaburi ya tisini ni, ni zaburi ya Musa. Musa ana, ana, anaandika hii Zaburi akiwa akiwa analalamika, maana Mungu kweli aliahidi kwamba Mungu Musa ataweza kutumika kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri, na aliahidi kwamba kwa Musa wa, wana wa Israeli utaokolewa maana walichukuliwa mateka 400 years na wakati ilifika ya kuwaokoa, basi Mungu aliahidi alia kwamba kupitia Musa wana wa Israeli wataokolewa, lakini haya ina wafika, ina wafika, ina wafika, da, da, Musa anapofika miaka 40, anakataa kuitwa mtoto wa Farao, anaamua kutoka akitarajia kwamba Mungu atamtumia akitarajia kwamba Mungu katika hiyo hali yake hiyo hiyo, Mungu ataweza kumtumia na kumfanya kwamba kiongozi, maana ni ahadi. Lakini kumbuka, hakumuita wakati hiyo. Musa alitoka hapo baada ya kuua Mmisri, akatoroka akaenda, akachua kondoo. Mungu akaenda kufundisha jinsi ya kuchua kondoo, jinsi ya kumuona kondoo, jinsi ya kukana kondoo, jinsi ya kuvumilia kondoo, maana Musa alikuwa na hasira maana hapo na hapo alikuwa ametoka kwa, kwa military, military government. Kumbuka Farao alikuwa ni mtawala mkubwa sana, naye Musa akataka kusema kwamba basi heri ni kubali kukana kutoseka na, na watoto wa Mungu. Uenda Mungu ataniita, uenda Mungu atanifariji, uenda Mungu atanifanya kiongozi. Lakini kumbuka alikaa for 40, another 40 years. Zaburi anaendelea kusema kwamba miaka ya, kwa ya mutu kuishi ni miaka themanini, miaka sabini, akiwa na nguvu ni themanini. Hayo miaka ni miaka ambayo anaongea akilalamika kwamba katika hii miaka themanini, bado Mungu na...